Ka, eh, matatizo unayopitia asubuhi hii, Mungu yupo pamoja na wewe, na changamoto ulizo nazo ushirikishe Mungu na mambo yote yatafaulu kabisa. Mathew Ndeva ndilo jina langu, Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo mazuri tena ya kupendeza kabisa. Umbali huu tumefika, ni mkono wake Mungu, tena baraka zake ambazo zinaishi vizazi na vizazi. Ndani mwa kipindi kizuri kabisa, kisima cha matumaini, tunapoipeperusha bendera hii kubwa kabisa bendera ya baraka za Mungu. Tunashukuru tena Mungu kwa wema wake na fadhili zake kuu ambazo anatupa kila kuchao, rehema zake na nguvu zake zikiwa nasi, basi tunaendelea kumtukuza Mungu na kumwabudu katika roho na kweli. Wema wake ukiwa nasi, sisi tunashinda, nguvu zake zinatusaidia na uwepo wake unatulinda siku zote. Nukuu ya matumaini, basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo. Nukuu ya matumaini: basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Kristo. Imani katika nukuu, imani chanzo chake ni kusikia, yadhihirisha wazi masikio yako yanafaa yawe wazi siku zote, maana chanzo cha imani ni kusikia. Chanzo cha imani ni kutega sikio. Chanzo cha imani ni kuwa msikilizi msikilivu mwema kabisa, atakayesikiza kwa undani, kwa makini na kupata ubora wa kusikia neno lile. Chanzo cha imani ni kusikia. Imani ni bayana ya vitu tusivyoviona kwa macho, bali ni vitu tunavyovitarajia na tunaamini vitatendeka. Sisi hatukukuweko wakati wa um, kuumba kwa mbingu na nchi, hatukukuweko mwanzo wa uumbaji wa vitu vilivyofanyika, lakini tunaamini kwa imani ya kwamba mambo yote yalitendeka na kwa uwezo wa Mungu yalifanyika. Kwa imani Ibrahimu alipotoka nyumbani kwao, nyumbani kwa watu wake na kuondoka kwa imani akielekea kule alikokuwa anaelekezwa na Mungu. Ni kwa sababu alitega sikio kumsikiza Mungu na mwishowe akaondoka kwa imani, na vitu vilivyofanyika kwa imani ni vikubwa sana, na kizazi chake Ibrahimu ni kikubwa hata leo, mtu asiyokuwa, alipoondoka asiyokuwa na mtoto. Imani, imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo. Tamanio langu majira haya asubuhi katika nukuu lipende kulisikiza neno, lipende kukaa karibu na neno. Masikio yako siku yote yaweke wazi kusikiza neno. Watakao lisikiza neno wana uwezo wa kuwa na katika nguvu za kiimani, na vitu vinavyofanyika kwa imani ni vikubwa, maana kwa macho ya kibinadamu huwezi kuviona, lakini kwa uwezo wa nguvu za kiimani za kiroho utaviona. Ibrahimu anaambiwa, toka nje, tazama mbinguni Enda mchangani katika bahari, tazama mchanga wa bahari, jinsi unavyoona mchanga na jinsi unavyoona nyota wa binguni, hicho ni kizazi chako. Mtu asiyo na mtoto, lakini kwa imani anavyoviona vitu vile, mwishowe vinatendeka. Tena kwa imani, Mungu yupo pamoja nawe. Katika nukuu, kuna vitu vinaonekana kwamba haviwezekani, lakini kwa imani vinawezekana. Imani chanzo chake ni kushikia na kushikia uja kwa neno la Kristo. Je, unasikiza nini siku zako zote? Je, masikio yako yameelekea kusikiza nini? Je, ni nini ambacho unapenda kusikiza leo hii? Nakwambia katika nukuu, lisikize neno, lipende kulisikiza neno, kaa karibu na neno. Neno lake Mungu likiwa ndiyo linalopenyeza na kuingia masikioni mwako, basi litaijenga imani yako, na imani yako itakuwa dhabiti, iliyojengeka, iliyosimama, iliyo na uwezo wa kusonga mbele. Katika nukuu tusema Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia uja kwa neno la Kristo. Na ndiyo nukuu ya asubuhi ya leo. Bwana akulinde sana akutunze na akubariki, popote ulipo, na uwezo na nguvu zake zikuongoze siku zote. Barikiwe utokapo tena wingi hapo, na kibali chake Mungu kikuhifadhi katika hifadhi ya kutosha tena iliyoinuliwa. 4561468 hiyo ni TIN namba ya Radio Fortune Africa. Endelea kuwa mwaminifu pia endelea kutuombea na zaidi ya yote eh, ukiwa na mbegu unaipanda tu, maana unapopanda mbegu yako lazima itamea, na tunaamini unapoipanda mbegu yako katika Radio Fortune Africa itamea zaidi na tena itainuliwa. Mungu akulinda akutunze, tunapokuombea pia nayo tuombe, na neema ya baba inatosha. Uwe na mchana wa baraka, na siku yako ikainuliwa sana, unapoendelea kujenga mambo yako katika imani, na ujue ya kwamba yafungue masikio yako wazi Kulipokea neno lake Mungu. Ndeva Mathew ndilo jina langu. Asante.